Kwanza kabisa nitoe shukrani zetu za dhati kwa mamlaka ya mapato Tanzania, kwanza kwa kazi nzuri ambayo mnaifanya na kubwa na tumeona mapato yameendelea kuongezeka. Mwaka jana mlikuwa mliweza kukusanya zaidi ya asilimia mia moja na tisa, mwaka huu mmefika asilimia mia moja hamsini. Ni kazi kubwa ambayo inaendelea kufanya, lakini pia inaonekana kwamba wananchi wameshapokea maelekezo ya kukusanya kodi bila shuruti na wametoa ushirikiano mkubwa sana kwa wenzetu wa TRA. Kwa hivyo tunaendelea kupongeza na mkoa wetu unaendelea kuimarika kiuchumi. Lakini cha pili, tunaendelea kumshukuru sana kamishna wa TRA na timu nzima. Tunajua katika taratibu za biashara kuna magendo, na tunaendelea kutoa onyo kwa wale wanaotaka kufanya biashara, wafanye biashara ya halali ambaye watalipa kodi kialali na itakuwa na faida kwa sababu ukiingiza kwa njia za panya ndio vitu kama hivi vinashikwa. Lakini ukiingiza ujafata taratibu, unafika mpakani unakuta kodi sio kama ulivyoambiwa huko mtaani, unashindwa kulipia, mizigo inakamatwa. Kwa hivyo tunashukuru kwamba TRA mmeona basi mrudishe kwa jamii, kama wiki hii ni wiki ya huduma kwa jamii na nyinyi TRA mesema kwamba mtatoa iende ikasaidia wenye wahitaji. Na mimi niko hapa na katibu wetu katibu tawala wa mkoa, lakini ndo katibu wa kamati ya usalama ya mkoa na wajumbe wenzangu wa kamati ya usalama ya mkoa, tumekuja kupokea aa, mzigo huu wa sukari tani ishirini na mbili, lakini vilevile madumu 48 ya lita ishirini ya mafuta. Na hii naomba niwahakikishie kwamba tutaenda kutoa kwa wahitaji na tutawapa taarifa ya vikundi na wahusika ambao watapata Uh, msaada huu ambao kwa, tunajua kwa hakika itaenda kuwasaidia jamii. Kuna watoto yatima, kuna uh, taasisi mbalimbali, kuna vyuo, lakini vilevile vile kuna wahitaji hasa wazee na nyumba za wazee na maeneo mengine ambapo tumeweka mchakato mzuri kwa kushirikiana na maafisa ustawi wa jamii na, na timu ambayo tumewepa kuweza kutoa uh, maelekezo ya wa wapi wafika waweze kufaidika na msaada huu, lakini niendelee kuwaasa Watanzania ambao wanatumia mpaka wetu huu waendelee kutoa ushirikiano na wenzetu wa TRA, walipe kodi kama inavyostahili. Njia za mkato zina hasara kubwa sana ambayo sisi hatutaki, na Mheshimiwa Rais apendi wafanyabiashara wapate hasara, apendi wapate bugdha, na ndio maana ameelekeza TRA wakusanya mapato kwa njia ambayo ni, ni njia ya kistaarabu bila ya kuweza kuwa bugudhi wafanyabiashara wetu pamoja na madumu 48 ya mafuta ya kula. Hii ilikuwa tukakabidhi kwa Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Dkt. Batilda Burian kwa ajili ya kwenda kutoa kwa wahitaji mbalimbali waliopo mkoa wa sana sukari na mafuta haya yaliombwa kutoka kwa kamishna mkuu wa mamlaka mapato kwamba nipelekwe kwa mkuu wa mkoa zikataliza. Hivi vilipatikana kutokana na njia mbili, ya kwanza vilikamatwa kwa kufuata taratibu za forodha, maanisha ziliingizwa kwa njia za magendo, na nyingine ni vile ziliingia mipaka yetu lakini kwa taratibu, na hii ni kwa sababu baadhi ya mizigo na vingine nchini na, na kulazimu uwe e, na vibali. Naomba na kukabidhi sukari na mafuta haya e, rai yetu kwa Watanzania, wafanyabiashara wanaofanya uh, biashara uh, mbalimbali hasa kwa kuingiza vitu kutoka nje ya nchi, kwamba kabla ya kuvileta kama ni biashara ngeni, ni vyema akawasiliana mamlaka husika ili aweze kujua gani atahitajika kuagiza bidhaa gani, na hiyo itamsaidia kuondoa usumbufu ambao unaweza kujitokeza. mm -hmm. Na wale wengine wanaopita njia sio sahihi, kwa kuepuka usumbufu kwa kukamatwa na maafisa wetu wa ukaguzi, basi wapite njia ambazo ni sahihi. irai yetu sote tutaendelea kulipa kodi kwa hiari, kwani ndio dhima ya serikali ya awamu ya sita ya kuwa tulipe kodi kwa hiari.